Sumu nyingi kwenye ini huathiri utendaji kazi wa figo kwa sababu ini ndo chujio kubwa au kituo kikubwa ambacho kinachuja sumu, kemikali na taka zote zinazotokana na chakula, madawa au chochote kile kinachoingia mwilini kabla ya hivyo virutubisho kutumika kwenye damu. Lakini pia figo zinafanya kazi ya kuchuja uh, sumu zilizopo kwenye damu na kuzitoa nje kupitia uh, njia ya mkojo. Kwa hiyo, utendaji kazi hafifu wa ini kutokana na sumu nyingi kwenye ini unaathiri utendaji kazi wa figo. Utendaji kazi hafifu wa ini unaweza ukasababisha figo kushindwa kuchuja sumu kutoka kwenye damu na kupelekea seli za figo kuharibika na hivyo kupata matatizo ya figo. Lakini pia inaweza ikasababisha mtiririko hafifu wa damu kwenye figo na hivyo kusababisha matatizo ya figo kufeli. Pia inaweza ikasababisha ongezeko la proteini, amonia na kemikali ya hatarishi kwenye figo, kitu ambacho kinaweza ikasababisha matatizo makubwa kwenye figo na figo kufeli. Ili kusaidia utendaji kazi wa ini kuwa vizuri, ili iweze kusapoti na figo zifanye kazi vizuri, lazima tuweze kusafisha ini letu liweze kuwa na uwezo mkubwa wa kuchuja sumu. Na ili tuisafishe, tunaendelea na challenge yetu, na leo ni siku ya tano ya kutumia Liver Care, ambapo Liver Care inasaidia kwenda kusafisha ini na kurudisha utendaji kazi wa ini kama ulivyokuwa zamani. Tunatumia kidonge kimoja kwa siku kwa muda wa jioni. Leo ni siku ya tano kwa kutumia Liver Care. kama upo tayari kusafisha ini lako na kuongeza utendaji kazi wa figo na viungo vingine kwenye mwili wako, nitafute WhatsApp kwa namba inayoonekana hapa chini ili kupata livakea na C247, na soma caption kujua faida zake, na komenti niunge kujiunga na grupu letu la mafunzo bure.